Kama kweli ana nia nzuri na nchi yetu ya Tanzania, kama kweli ni mzalendo wa kweli, ana moyo wa kweli, kwa nini basi hakuwa anazungumzia hayo mambo hapa ndani? Mbona sisi tunao watu hapo hapa ndani wakiwa hawafurahishwi na mambo wanayazungumza hapa, wanazungumza hadharani na hawapo wala hawaondoki. Eh, wengine kwa asira tu wanaondoka na upinzani ait, eh lakini ee, eh, kama kweli ana nia nzuri, kwa nini aende kule nje? Na ameenda kule nje alikutana na watu fulani eh, alikutana na watu fulani kama wiki tatu zilizopita, na wakazungumza, na akawa amepelekewa pesa, na akaambiwa jitahidi sana kuvuruga uchaguzi huu. Taarifa tunazo tunajua, na kufadhili tunajua, na kupa pesa, kila kitu tunajua, ili uharibu uharibu amani ya nchi yetu. Lakini wewe ni ngumu, ni ngumu kwa sababu Watanzania wana akili, kila mmoja Mtanzania ana akili unaweza ukaongea na mtanzania na kuangalia tu hivi, ukafikiri maneno yako unayoongea yanaingia mtanzania. Amwambia jambo analitafakari mara mbili eh? Kwa hiyo Tanzania sisi tumesha kujua nia yako, ulichokuwa unakitaka umekikosa. Sasa siku zote huwa mtu anapokosa jambo huwa na maneno mengi. Unapokuwa unataka kitu fulani, kukikosa, unatafuta sababu nyingi sana, ili watu wajaribu kukuelewa, kumbe wewe dhamira yako kwamba baada ya kukosa kitu fulani sasa unakuja na jambo fulani ili uweze kuharibu. Ni ngumu. Nchi yetu ni nchi ya amani, sisi ni Watanzania tunaishi kwa amani, tunapendana, tunapenda kutoka eneo moja kwenda eneo lingine mimi nikafanya biashara Mwanza wa Mwanza, je, kufanya biashara Dar es Salaam wa Dar es Salaam, aende da Dodoma wa Dodoma, ende Shinyanga, ndio nchi yetu. Mimi niende Zanzibari nikatembee, nikawae Mzanzibari, Mzanzibari akamoe Mchaga, Mchaga akamwoe Mkulia, Mkulia akamwe Mnyamwezi, ndio nchi yetu e, Musa akamwe Esta, Esta akamwe, Esta akamwe, Esta akaolewe na Sumani, ndio nchi yetu. Nchi yetu imechanganyika, tunaishi kwa amani na utulivu, tunaishi kwa amani na utulivu. Kwa hiyo, Watanzania sisi ni waelewa. Hakuna Mtanzania yoyote ambaye anaweza kukubali amani tuliokuwa nao tuweze kuiharibu. Hakuna, hakuna. Sisi nchi yetu ni nchi ya amani, na tunailinda amani yetu kwa nguvu zote, kwa nguvu zote. Kwa hiyo ndugu yetu wewe, ndugu yetu wewe uliasi, ndugu yetu wewe, mtoto wa kambo, mtoto wa kuomba, unapoteza muda wako tu unaolipwa una, una, una na hawa wanaokulipa hizo pesa wanaopoteza mda wako tu bila sababu yoyote ya msingi. Tunakujua unashirikiana na fulani, na fulani. Tunakujua na vikao vyenu mnavokutana vyote tunajua. Si nataka tukwambie tunawaelewa. Nchi yetu ya amani, na nataka niwaambie Watanzania tuendelee kushikamana kwa utulivu. Tuwaache hawa wahuni, tuwaache hawa, hawa, hawa wahuni tuwaache hawa vyura waongee wanaoongea ya dharauni. Tujenge nchi yetu. Sasa tunaenda kwenye uchaguzi. Namshukuru sana watumishi wa Mungu, juzi kwenye ibada wameongea maneno mazito makubwa na kuwaasi Watanzania wote kujiandaa kwa wingi kupiga kura, kujiandaa kwa wingi siku hiyo tarehe ishirini na tisa kukutana katika vituo vya kupiga kura.